Eh, naitwa Janet Yasin Majura wa Bukoba anauliza kama una kilo elfu kumi na mbili za nafaka utatoaje zaka? Alhamdulillah, nafaka na kusudia haja nataja nini? Mm, alhamdulillah, uh, kwanza kitu kutoka shambani matunda au nini? Sio, matunda ni mahindi au nini? Ni nafaka. Nakusudia, hivi inatolewa zaka kwa sharti, lazima afike kilo 600 khamsa tausuq mia sita, mia sita. Okay. Shafika kilo mia sita haba inaanza kutoa zaka. Mm. Na zaka ya nafaka sharti yake y Sheikh Abubakar awe kitu chakula ya watu rasmi mm. Na watu wanauzana wana kwa kupima au kilo mm. Ni chakula rasmi ya watu oh. Mfano okitu ambayo sisi tunakula embe mfano Embe zaka hingi kwa nini? Sio chakula rasmi. Yes. Chatingine nimesahau ile kitu ambaye inakaa store si asioze. Embe uh-huh. Embe inaoza, nyanya inaoza, yes. Batatis inaoza na hii batatis embe viazi wote inaingia katika aina ya matunda sio chakula rasmi. Yes. Yes. Mazuri. Sasa mahindi, mchele, ngano, hii wote ni chakula rasmi. Chatao nini? Tunauzana kwa kupima. Yes. Kilo au gunia inaka na inakaa store na chakula rasmi. Sorry. Uwezi mtu um, anakuja kwa kwako imani eti unam, unampikia wewe nanii e, e, unampikia mfano embe kitabaye, matuna, anaku, anaku, right, au unampikia kitu ambayo matunda anakushangaa au chukuana nasi unamletea ii matunda siochau mm -hmm. Ni sharti ya pili unatoa zakatu ya nafaka mm -hmm. Kwa kila inavuna sio kwa sio kama hela ah, okay. Nasikana kwa mwaka unavuna mara mbili ha? hmm. hauli kwa ajili hela tu Kana so, so. Mungu anasema waatu haqqahu yawma hasadi hmm. toweni nafaka haki yake zaka siku nyingi unavuna hmm. sio kwa mwaka mara moja so, so, so. Naam. Anasema sawa sawa. Tayeb umesema ikifika uh, kilo 600 nafaka kutoa zaka. Yeye ana kilo elfu kumi na mbili. Atatoa vipi? hmm. Sasa anatoa kila, kila gunia tano moja moja moja la gunia tano anatoa gunia mm -hmm. Anatoa gunia moja sawa, mm -hmm. sawa.